Usaribwa unapanda na hiyo barabara kuingia eh, Arusha National Park, karibu na geti la Arusha National Park. Ni katikati ya mlima Kilimanjaro na mlima Meru, ni kilomita chache 40 kutoka in, uh, Kilimanjaro International Airport. Hapo ndipo chuo chetu cha Waadventista wa Sabato kilipo, kilicho na eneo lipatalo ekari mia mbili na hamsini. Ni chuo cha zamani, kimefunza wachungaji wengi wanaofanya kazi, na wengine wana stafu unaoona walioko hapa, wengi wamezaliwa mahali pale. Chuo chetu cha Arusha au University of Arusha kiko chatar, kinatambuliwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kutoa degree na kuendelea, masters na PhD. Kaa kwa hali ya sasa Chuo chetu kinapojikita katika malezi ya Malaysia, kiroho, elimu, maisha jami, ya jamii na kuandaa raia kwa ajili ya utumishi kwa kanisa na jamii ya Watanzania na ulimwengu, kinatoa shahada ya Business Administration, hasa hasa katika masomo ya accounts, miaka mitatu degree ya, Kams, ya kapitati, kwanza, na wanaotoka pale wamehakikishwa ni wahasibu wazuri na wakaguzi walioaminifu. Pamoja na hiyo chuo chetu kinatoa bachelor of arts with the education degree program inayomwandaa mtaaluma huyu kusimamia masomo ya Kiswahili, English pamoja na geography na kutengeneza zile kombi anazoweza kufanya, degree ya miaka mitatu. Pamoja naye, kuna shahada ya masomo ya dini religious studies pamoja na bachelor of arts in theology ya miaka mitatu mitatu. Hawa ni watu waliomaliza diploma wanaweza kaingia moja kwa moja au wana form six, viwango vya ufaulu wa kuingia chuo kikuu. Sambamba na hiyo, tuna certificates na diplomas. Tumefungua chuo kikuu College of Nursing and Health Sciences kinachoandaa wataalamu wa huduma za tiba wa kiwango cha kimataifa. Watamaliza diploma kwetu na watakuwa na fursa ya kwenda katika vyuo vya nje kumalizia shahada zao iwafai kutumikia eh, kanisa la ulimwengu <tikipi> na jamii. Na pia tuna certificate katika theology, diploma <tikip> katika theology <tikip> napokum azaamfu unaweza ikaunganisha katika hatua hizo. Kuna shule ya msingi international primary school inafanya vizuri kati ya campus hiyo, na kuna secondary na high school ndani ya campus hiyo inayotoa masomo ya sekondari kama tunavyofahamu. Kwa kifupi, nipende kumshukuru Mungu ya kwamba nimeingia alia jiji hili Dar es Salaam ya conference hizi zetu, lakini kitokea pia kule uh, morogoro na Ifakara kuliani, tukipitia wanafunzi wetu wapatao mia mbili walioenda field, wanaosoma masomo ya uchungaji, wanachukua miezi mitatu wakiuza vitabu kwa ule mwaka wa kwanza na mwaka wa pili wanachukua mwezi mmoja kwa ajili ya mahubiri ya hadhara, na mwaka wa tatu wanachukua miezi miwili wakifanya eh, huduma za kichungaji chini ya senior pastors. Pastor Manda amesimama kwa niaba ya Marechara professors wa University of Arusha kumwandaa Pastor Mahozi. Pastor Mahozi unakasimama, Mahozi na baba yako mchungaji profesa wako anamaliza mwezi wa 11. Tumebarikiwa kwa ajili ya malezi yake ambayo mmempatia. Bwana apeleke wabariki sana. Nipende kusema tu nikiondoka ya kwamba kitabu cha Mithali ishirini na nne mstari wa wa e, kumi inasema ukizimia siku ya tabu, nguvu zako ni chache. Kizimia siku ya tabu, nguvu zako ni nini? Chache. Lakini fungu la tano kirudi inasema mtu mwenye maarifa, mtu mwenye hekima ana nguvu. Naam, mtu mwenye maarifa huongeza uwezo. education is power wenye hekima ya kuzaliwa lakini anapoongeza elimu zaidi anakuwa na nguvu leo. Ni siku ya nisiuyapasada ulimwenguni, awana jeshi kubwa la watoto liko linaingia hapo, unawandaa mshike sana elimu, usimwache afanye nini mama nani na kitabu cha Mithali 78 nasema tuwarithishe watoto wetu elimu ya Kiadventista na kuandaa kumtumikia Mungu. Ulimwengu hauna huruma, umesomba wasomi nasomba wataalam wanaume na wana wake mas wanasomba ligi za kimataifa zinachukua vijana standard wanaoshindana kimataifa. Kwa nini Kristo asipewe skrini ya ulimwengu kumtumikia? Nawakaribisha wote mnaokuja kusoma, karibuni sana, na mazingira yanaruhusu kuishi mahali pa kijani kibichi, na maisha ya kiroho yako vizuri. Profesa Patrick Mano aliye profesa wa chuo chetu na wana wasaidizi wake Bwana wasalimu sana. Karibuni na Bwana atakubariki.